Aprili 4, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi: soma Lng White, Mwana Matengenezo wa Kimarekani, ukurasa wa 262 hadi 283, katika Pambano Kuu. Wachungaji na waumini walitangaza kuwa unabii wa Danieli na Ufunuo ulikuwa siri zisizoweza kueleweka, lakini Kristo aliwaelekeza wanafunzi wake kwenye maneno ya nabii Danieli yanayohusu matukio ambayo yangetokea katika wakati wao na alisema asomaye na afahamu, Mathayo 24:15. Nadai kuwa kitabu cha ufunuo ni siri na kuwa hakiwezi kueleweka linapingwa na kitabu cha ufunuo chenyewe. Ufunuo wa Yesu Kristo, aliyopewa na Mungu, awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati u karibu. Ufunuo sura ya kwanza ya kwanza hadi ya tatu. Katika kuzingatia ushuhuda wa uvuvio, watu wanadirikije kufundisha kuwa kitabu cha ufunuo ni siri ambayo mwanadamu hawezi kuelewa? Kitabu cha ufunuo ni siri ambayo imefunuliwa, ni kitabu ambacho kimefunuliwa. Mafundisho ya kitabu cha ufunuo yanaelekeza akili kuchunguza unabii wa Danieli na vyote viwili huwasilisha mafundisho muhimu sana ya sasa yaliyo muhimu sana ambayo Mungu amempa mwanadamu kuhusu matukio yanayotarajiwa kutokea wakati wa kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Yohana alifunuliwa mandhari za kina na kusisimua katika uzoefu wa kanisa. Aliona hali hatari, migogoro na ukombozi wa mwisho wa watu wa Mungu. Anaandika ujumbe wa mwisho utakao komaza mavuno ya dunia ama kama miganda ya nafaka kwa ajili ya ghala la mbinguni au mizigo ya kuni kwa ajili ya mioto ya maangamizi. Masomo ya muhimu sana yalifunuliwa kwake hususan kwa ajili ya kanisa la siku za mwisho, kuwa wale ambao walitakiwa kuacha makosa na kukumbatia ukweli walipaswa wafundishwe kuhusu hatari na migogoro iliyokuwa inakuja dhidi yao. Hakuna mtu hata mmoja ambaye anatakiwa kuwa gizani kuhusu kile kinachokuja duniani. Ellen G. White, pambano kuu, kurasa 282 na 283. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: ni njia zipi ambazo kujifunza unabii kunaweza kuzidisha imani yako kwa kiasi kikubwa? Ni unabii upi mwingine ulioandikwa maelfu ya miaka iliyopita kuhusu matukio ambayo yangetokea mamia au maelfu ya miaka baadaye umesaidia kuzidisha imani yako katika Biblia na muhimu zaidi kwa Mungu aliyeivuvia? Kwa mfano Danieli, mbili, inatupaje sababu zenye nguvu na za kimantiki za kutumaini si tu kwamba Mungu yupo, bali kwamba anajua wakati ujao? Swali la pili ni kwa njia zipi bora zaidi za kujilinda kutokana na majaribio mengi yanayoenea haraka na ya kubahatisha ya kutafsiri unabii, wakati mwingine hata kutoka kwa wale walio ndani ya kanisa letu wenyewe? Kwa nini ni lazima tuwe waangalifu kujaribu mambo yote, kulishika lililo jema? Wa Thesalonike wa kwanza sura ya tano aya ishirini na moja. Mwenyezi Mungu atubariki sote, Nuru yake idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.